Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili tuweze kuambizana mawili matatu haswa kwenye ulingo wa kisiasa yale ambayo yanazidi kutendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra ninakuomba kwa moyo mkunjufu upige subscription alafu sambaza kanda hizi kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Ndani ya serikali ya Samia Suluhu Hassan ambayo aliweza kuipata kupitia kwa kumwaga damu ya zaidi ya Watanzania alfu kumi, Tanzania pametokea mpasuko. Mpasuko wa kutoelewana umetokea katika serikali ya Samia. Kabla sija kuhadithia na kukuchanganulia jinsi ambavyo mpasuko huu umeweza kutokea mahala ambapo Samia hataki mtu yeyote mwenye analeta a, mabadiliko kinyume na msimamo wake wanakosana na yeye kuna barua ambayo iliweza kutolewa na Ikulu Tanzania mnamo siku ya Alhamisi usiku a, tarehe 8 Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano yani 26 kuliradhi, mahala ambapo afisi ya Rais Samia waliweza kusema kwamba uteuzi pamoja na utenguzi, wakasema hivi: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na utenguzi wa viongozi mbalimbali, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kaliu ka, kusilu, kusiluka. Viongozi walioteuliwa na kutenguliwa ni kama ifuatavyo. Nambari moja, tunataka kuzungumzia nambari moja peke yake. Nambari moja, Samia Mheshimiwa, uh, Patrobas uh, Pascal Katambi ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kabla ya uteuzi huu Mheshimiwa Katambi alikuwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Anachukua nafasi ya mheshimiwa Boniface George Simba Chawene ambayo uteuzi wake umetenguliwa. Sasa katika mada yetu, tunataka kuweza kuangazia kutenguliwa kwa Simba Chawene alafu nikueleze mpasuko ambao umeweza kutokea katika serikali hii. Mnaelewa Simba Chawene George ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani Tanzania, amekuwa kwenye huo wadhifa miezi mitatu tu, hata si miezi mitatu, miezi miwili tu kama waziri wa mambo ya ndani Tanzania. Na katika huo wadhifa mpenzi mtazamaji, ambao Samia aliweza kumpea baada ya kuiba kura Tanzania, Simba Chawene alikuwa anataka kuleta mabadiliko katika hii wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Sote tunaelewa kwamba hii wizara ndiyo iliweza kusimamia mauaji ya wananchi zaidi ya elfu kumi Tanzania. Naomba muweza kunielewa polepole pole, na ninaomba sana niwachanganulie muelewe hili. Mnaelewa yule waziri wa mambo ya, in, ya ndani ya nchi mwenye alitangulia, alisimamia mauaji, kwa hivyo alikuwa na ushahidi kwenye mkono wake. Ni kipi ambacho kiliweza kujiri? Samia akamweka kando, akamtengua, akaleta mpya ambaye ni Simba Chawene. Simba Chawene alipoingia pale akapata ushahidi tosha wa ni nani ambaye aliweza kuamuru wananchi wauawe. Sasa Simba Chawene, baada ya kupata taarifa hizo, akataka kuleta mabadiliko ndani ya idara ya jeshi la polisi Tanzania kwa sababu aligundua kwamba polisi walihusika kwenye kuwakatakata wananchi wa Tanzania na kuuawa na kuwaua kisha kuwazika. Sasa Simba Chawene akataka kuleta mabadiliko. Mabadiliko gani, mpenzi mtazamaji? Akasema kwamba amegundua jeshi la polisi linahusika, lina kuwaua raia pili linahusika kwenye ukamataji ambao sio halali. Ukamataji ambao sio halali, mpenzi mtazamaji, ni pale ambapo unapata kwamba polisi badala ya kuvaa sare za polisi wanavaa kiraia na wanaenda kumkamata mwananchi kutoka nyumbani kwake, kitu ambacho ni kinyume na msimamo wa Simba Chawene. Simba Chawene alikuwa amesema kwamba kama polisi wanaimani kwamba mwananchi ameweza kukosea, wacha wamkamate kutoka njiani au wamwende mahala pake mwenye penye anafanyia kazi, kuliko kuenda mpaka nyumbani kwake mtu mtuhumiwa kwenda kumkamata kutoka pale, wakiwa wamebeba silaha nzito nzito, wakiwa wamevaa kiraia, kitu ambacho kinaleta hata mzongo wa mawazo mchanganyiko kwa watoto wa huyu mkamatwa ama huyu mwenye ameweza kupotezwa vilevile. Akasema kwamba anataka kuleta mabadiliko, asione jeshi la polisi likiwa linamkamata mtu yeyote kiholela, wamkamate pale ambapo wanampelekea barua, unampelekea barua. Bwana Ezra hapo umekosea, sisi kama jeshi la polisi Tanzania, unaona tumevaa sare, tunaomba tukakamate, tukukamate tukupeleke kwenye kituo cha polisi, alafu kutoka hapo tutakupeleka mahakamani usomewe mashtaka. Sote tunaelewa kwamba Samia uongozi wake amekuwa akiuendesha kwa kujificha nyuma ya kuwapoteza raia, nyuma ya kuwakamata raia, kitu ambacho kilionekana kwamba Simba Chawene na Samia wamekinzana kimawazo kwa sababu Samia yeye amejificha pale ambapo unapata kwamba mwananchi akitundika aa, ujumbe wa kukosoa serikali kwenye mitandao anaendewa na serikali ya Samia na polisi ambao hawajaweza kuvaa sare na wanampoteza, kama vile Balozi Humphrey Polepole. Ukikosoa serikali unakamatwa. Hayo ndiyo yale ambayo Simba Chawene alikuwa na yakataa sasa Samia yeye akaona kwamba Simba Chawene ameanza kumea pembe, na akamtengua. Umezungumzia suala jingine la kukamatwa, kukamatwa kwa kwa watu, namna namna ya ukamataji. Ili mimi nimekwisha mwelekeza IGP, IGP nikaambia bwana, katika kipindi hiki kwa kweli mimi nisingependa ukamataji wa tofauti. Ukamataji ninaoupenda mimi ni ule wa kwa mujibu wa sheria, askari amevaa sare, askari anakwenda report kwa mjumbe kwamba kuna mtu ni mimi na tuna jeshi la polisi na muhitaji, tunataka kumkwenda kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kumhoji kum. E, basi tunataka kumchukua. Basi anagongewa yule mtu anachukuliwa tena mchana maana yake mtu saa nyingine yupo pale, anajulikana yupo. Kuna sababu tena ya kwenda ku. Na akitoka pale anajulikana kazi ni kwake wapi? Angetoka pale anajulikana kazi shughuli zake anafanyia wapi? Movement zake zinajulikana. Yaani ni uende ukamkamate nyumbani kwake na watu wamevaa ninja au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 ya Samia akionekana kwamba anatofautiana na Samia anaonyeshwa lango la sijui, kama unanielewa. Mpaka hapo akionekana kwamba anatofautiana na Samia kimawazo, anaonyeshwa lango la. Sasa kwa wale ambao mmekuwa mkiniuliza, Bwana Ezra, ni kipi ambacho kiliweza kusababisha mpaka Simba Chawene akaonyeshwa lango la? Simba Chawene alikuwa na msimamo tofauti Samia amekuwa kilisifu jeshi la polisi kwamba lilifanya kazi nzuri kwa kutuliza maandamano na kusambaratisha maandamano Tanzania, kwa kuwakamata wananchi kiholela, kwa kuwapoteza wananchi kiholela, kwa kuwaendea wananchi mpaka nyumbani wakiwa wamevaa kiraia na wakiwa wamebeba silaha nzito nzito. Lakini Simba Chawene yeye hakukuwa anapendelea hiyo kauli, kwamba polisi waende kumtafuta mwananchi mpaka nyumbani. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, wangapi ambao mnanielewa? Sasa Samia akaona kwamba Simba Chawene anaenda kukuwa tisho kwake, kwa sababu jinsi ambavyo umesikia hiyo kanda ambao nimeambatanisha kwenye hii kanda ama kwenye mazungumzo umemsikia Simba Chawene yeye mwenyewe akieleza kwamba angependa kuona mabadiliko ndani ya jeshi la polisi, mpaka wananchi angalau warudishe imani kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi liache kufanya yale maovu ambayo wanayafanyia ama wanafanyia wananchi, wanafanyia raia. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, unanielewa mpaka hapo, mpenzi mtazamaji. Lakini sasa Samia yeye amejificha nyuma ya kuwatisha raia, kuwatisha wananchi, moso ama soa, wale ambao wanakosoa serikali yake kwa kutumia jeshi la polisi, kuwatisha wananchi Tanzania kwa kuwakamata, kuwapoteza. Sasa mpasuko unazidi kuenea ndani ya Tanzania, mahala ambapo yani ndani ya serikali ya Samia, mahala ambapo Samia Anaonekana kwamba anatofautiana na wale ambao wako na maoni tofauti na yake. Yaani Samia yeye amekuwa kilisifu jeshi la polisi eti kwamba walifanya kazi nzuri kwa kutuliza maandamano na kusambaratisha maandamano kwa kutumia mauaji, kwa kutumia ukamataji. Simba Chawene yeye alikuwa na msimamo tofauti. Alikuwa na msimamo ambao unakataa mauaji, ukamataji wa kiholela polisi kutovaa sare kipindi ambapo wanawakamata raia. Simba cha Wena alikuwa anatofautiana nayo kwa muda mrefu. Wacha ni kupee maelezo zaidi. Kwa muda mrefu ndani ya Tanzania, asoa katika hii serikali ya Samia, wale ambao wanaonekana kwamba wapo na maoni tofauti na ya rais huwa wanaitwa wahaini huwa wanaitwa kwamba wako na makosa ya kukosea serikali. Angalia Tundu Lissu alikuwa na maono tofauti na yale ya Samia, akakamatwa akafunguliwa kesi ya uhaini akarushwa ndani. Angalia askofu Kitima ama padri Kitima Charles Kitima alipoona kwamba mambo hayaendi vizuri ndani ya Tanzania alinyooshea kidole cha lawama hii serikali na serikali ilipoona kwamba padri Kitima ni tisho kwake ama kwao, walimtumia waini wakaenda wakamshambulia wakamuumiza, hata walikuwa wanataka kumuua. Sio padri Kitima peke yake, angalia askofu wa jima aliyekuwa mbunge wa jimbo fulani upande wa Dar es Salaam alipokuwa anaisifu serikali ya Samia alikuwa ni mtu mzuri, lakini alipoona kwamba serikali ya Samia imefanya kosa na akaiambia ukweli, serikali ilimlenga, alikuwa adui wa serikali, makanisa yake zaidi ya elfu mbili yakafungwa, akaonekana mchafu, akaonekana mtu mbaya kwa serikali. Ni juzi tu makanisa yake yaliweza kufunguliwa baada ya uchaguzi kukamilika. Angalia aliyekuwa balozi Humphrey Polepole, alikuwa ni mtu wa ndani wa serikali, alikuwa balozi kuelekea Zambia, alikuwa anafanyia hii serikali ya Samia kazi, ni mtu wa hadhi ya juu, lakini alipoona mambo yamekaa mabaya, akaambia Samia Suluhu Hassan, hapana, wacha kuiba kura, wacha kuwatesa wananchi, wacha kuwakamata wananchi, wacha kuongoza kimabavu, wacha kuongoza kiudikteta. Humphrey Polepole akawa adui wa serikali ambayo alikuwa anaitumikia, akatekwa, akapotezwa, hadi wa leo haijulikani aliko. Kumaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Kuna mgawanyiko na mpasuko ambao umeweza kutokea ndani ya hii serikali ya Samia Ikulu, mahala ambapo Samia anapendelea sana machawa wale ambao, Samia akiua watu, machawa wanamwambia mama, umefanya vizuri. Wale ambapo Samia akiwakamata viongozi wa upinzani, watu wanamwambia mama, umefanya vizuri. Lakini yule ambaye anamwambia kiongozi wangu, hapo umekosea kuwakamata wananchi kama haujaweza kuvaa sare rasmi, ni kinyume na katiba sio vizuri kumwandama mwananchi mpaka nyumbani kwake. Sio vizuri kumkamata mwananchi eti kwamba amekosoa serikali. Wewe unakuwa adui wa Samia, na kama ulikuwa kwenye wadhifa wa serikali unaenguliwa, jinsi ambavyo Simba Chawene aliweza kuenguliwa. Tumeona hata kanisa Katoliki ikikosoa serikali, serikali ina panda na hasira, wanaenda wananunua Waislamu wanaenda wanalipa watu ambao si wa Katoliki wanaenda kuandamana kwenye ubalozi wa Vatican Tanzania eti kwamba kanisa Katoliki wameingia kwenye siasa. Sasa kuna mpasuko mkubwa ndani ya serikali, mahala ambapo mtu ambaye anasema ukweli anaonwa kama adui, lakini yule ambaye anasema uongo anaonwa kama malaika, jinsi ambavyo machawa wanaonwa kama wao ni watu wazuri kwa hii serikali. Tunaelewa Samia hawezi akapokea ushauri kabisa, hawezi akapokea ushauri, lakini uozo ambao anazidi kuupalilia utakuja kumponza siku moja. Mimi ni Bwana Ezra, piga subscription, tupatane kwa kanda ijayo.